kuongeza ufanisi na kuleta maendeleo. Leo, leo nakuletea sehemu ya pili na ya mwisho ya mazungumzo yangu na Ali Mkimo, mchambuzi na mtaalamu wa maswala ya uchumi na biashara, akiwa nchini Tanzania. Utakuwa nami kwa takriban dakika kumi. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu. Wiki iliyopita tuligusia maswala kadhaa, na pengine tuanzie eh, kwa kurejelea eh, kwenye maswala ya miundo mbinu na, na kujenga uwezo. Pengine mikakati gani inaweza kutumika sasa kujenga ujuzi eh, wa kidijitali miongoni mwa wafanyabiashara na maofisa wa maswala ya forodha hasa wale ambao wapo katika maeneo ya mpakani katika urahisishaji wa ufanyaji biashara? Kwanza kabisa kuna haja ya kuanzisha eh, vituo vya mafunzo maalum kwa ajili ya wafanyabiashara eh, hasa hawa wadogo wadogo ili kuweza kufahamu juu ya matumizi sahihi fursa ambazo uh, zimekuwepo. Ili eneo linapaswa kupatiwa kipaumbele sana kwa sababu uh, kuweza kufahamu juu ya fursa ambazo naweza kuziendea na kupunguza vikwazo mbalimbali ambavyo vimekuwepo, sababu moja kati ya vikwazo vya kibiashara, na yenyewe pia ni maendeleo ya teknolojia, wakati mwingine inawaumiza e, sana wafanyabiashara, lakini uh, ili kuleta urahisi pia kwenye chemba za biashara uh, kuna haja ya kuhimiza sana matumizi ya mifumo uh, wafanyabiashara wengi sana, na nitoe rai kwa serikali Uh, kuja na mifumo na mikakati ya kuona namna gani wanaweza kuwahusisha wafanyabiashara wengi zaidi uh, kwenye kuwapatia elimu uh, kufahamu juu ya matumizi sahihi ya teknolojia na mifumo ambayo imekuwa ikitumika na huku mipakani. Uh, kuna, kuna, kuna haja pia ya kuzidi kuongeza huu uh, uh, ujuzi na watu kufahamu zaidi juu ya vikwazo vile vya kikodi, visia vya kikodi, mifumo inayotumika uh, ambayo vimekaa kidigitali zaidi. Em, zile fomu ambazo zinatumika em, zile programu endeshi ambazo zinatumika zote zinapaswa kufahamika, ili iwe rahisi eh, biashara kufanyika na kuondoa vikwazo ambavyo vimeendelea kuwepo eh, kibiashara. Lakini kubwa zaidi, vituo vya mafunzo uh, viongezwe kwa wafanya biashara kuweza kufahamu hasa kuwa kwenye, hizi chemba za biashara. Kwenye chemba za biashara wafanyabiashara wengi pia hawapo kwenye chemba za biashara, wakiwepo huko itasaidia. Naam, sasa hatua gani nyingine zinaweza kuchukuliwa kuwajengea uwezo aa, na ujuzi wa kidijitali watu ambao ni wana ubunifu ambao pengine ul, uligusia swala la vituo atamizi, namna gani unaweza ukawapata ukawa vijana wakaja na mawazo aa, bunifu ya kusaidia urahisi, ufanisi wa biashara kwenye nchi za Afrika? Eh, kwanza kuna haja ya system, eh, ule mfumo mzima ambao unaanzia mawazo yanapoanzia mwanzo hadi kufikia kwenye upatikanaji wa fedha, eh, hadi kufikia kwenye utekelezaji wa hizi bunifu za vijana, lakini kuna haja ya kuboresha zaidi hizi exhibitions ambazo tuko nazo, ha haya maonesho ambayo tuko nayo. Unajua, nchi nyingi zimekuwa zinaweka ha haya maonesho, lakini kama kumekuwa kuna changamoto ya follow up baada ya haya maonesho kufanyika, kumekuwa kuna changamoto ya vijana hawa, ni kama vile wengi wanaterekezwa na kushindwa kuendelezwa bunifu zao. Kama tunaanzisha e, eh, haya maonesho, basi yalenge kuzikuza zaidi hizi startups na ufanyike ufuatiliaji baada ya maonesho kuwa yametamatika, juu ya namna gani sasa wale wawekezaji walioahidi kuwawezesha vijana hawa, kuona namna gani wanaweza kuwawezesha vizuri e, eh, kupitia kwenye hizi ecosystem, lakini pia vyama ambavyo, eh, vinahusika na hizi bunifu, eh, kuja na mtindo eh, ule ambao una yeah. ujumuisha zaidi vijana wengi eh, mfumo ulio inclusive sasa majukwaa haya ya kibiashara ya kidigitali yanawezaje kuwekwa kuwa jumuishi hasa kwa wajasiriamali uh, wanawake na vijana barani Afrika? Kwanza ni, ni kufanya iwe rahisi eh, kwa sababu unajua ili kitu chochote kiwe jumuishi kinapaswa kuwa rahisi eh, rahisi kwenye kujifunza, na hapa ni kwamba pia utahitaji hata mtindo wa elimu unaotoka uwe ni mtindo rahisi, asiwe maneno magumu ambayo wengi eh, watashindwa kuyelewa. Lakini eh, cha pili ili upate ujumuishwaji inabidi gharama zishuke pia za matumizi ya majukwaa haya ya kidigitali, kwa sababu kitu ili kiwe jumuishi eh, wanasema inclusivity eh, inaletwa na affordability, yani uji, ujumuishwaji unaletwa na ule unafuu ambao umekuwepo. Kama eh, kutakuwa kuna affordable prices yani ha, zile gharama au bei watu wanaweza kumudu, basi tegemea kuona watu wengi wakijumuika kuyatumia eh, majukwaa haya ya kidigitali. Kwa hiyo hili linapaswa kufanyika, lakini pia lugha na uwasilishaji wa jinsi ya watu wanaweza ukatumia majukwaa haya na lenyewe pia linapaswa eh, kupatiwa kipaumbele sana urahisi eh, wa, wa, wa kutumia majukwaa haya ilenge zaidi kwenye kuondoa zile gharama ambazo na watu wamekuwa kukutana nazo, ili tupate wajasiriamali wengi zaidi waweze kutumia gurudumu la uchumi. Makala sahihi na Emmanuel Makundi. Msikilizaji, kama umeungana nasi, makala ni gurudumu la uchumi, na leo hii tunaangazia namna bara la Afrika linaweza kutumia teknolojia kurahisisha biashara za kidijitali. Na kwenye laini ya simu tunaye Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara, akiwa Tanzania. Uh, jina langu ni Emmanuel Makundi, endelea uh, kuwa nami uh. Ali, sasa ni vipi kwa mfano mkataba wa biashara huria wa bara la Afrika AfCFTA unaweza kutumia teknolojia ya kidijitali kuimarisha biashara za ndani? eh, eh, Kwanza kwanza kabisa Eh, kuifuata mifumo hii ya kidigitali kama tunataka pia kukuza eh, biashara kupitia kupitia ile uhuru wa biashara Afrika AfCFTA, hatuna budi eh, kuifuata, kwa sababu unajua kuna ile payment system ili anzishwa, ambayo ilianzishwa, ambayo wengi walikuja na mjadala na hoja kwamba kama nchi hizi zina sarafu tofauti tofauti watafanyaje kwenye malipo eh, ukaja ule mfumo ambao wenyewe ukiangalia umekaa kipan africanist zaidi umekaa kimajumui sasa ili mfumo ule uende na tija zake, tunapaswa kuijua mifumo ya kidigitali ili iwe rahisi kuweza kufanya biashara, lakini pia hata kuepuka changamoto za kupitia eh, tunasema zile changamoto za za za, za, za fraud ambazo zikatokea, ule utapeli ambao unaweza kutokea mtandaoni, tunapaswa kuvifahamu mifumo ya kidigitali. Kwa hiyo e, ipo haja kwanza ya e, kuwa na ufahamu huu lakini e, itakuwa rahisi e, kuzidi kufikia hatima ya kuwa na e, tuseme sata sarafu ya kidigitali ambayo itazigusa nchi zote za Afrika ambazo zinafanya biashara ili warahisishie kufanya biashara kwa urahisi yeah. E, na yeah, pasipo na gharama za kubadilishia fedha. Hili swali limekuwa likizungumzwa sana. Kwa hiyo nafikiri tutumie fursa hii eh, kufungamanisha bidhaa zetu na masoko yetu na mifumo ya kidigitali ili tuweze kunufaika zaidi. Kwa hiyo tunaweza kutumia kwenye kutangaza masoko yetu na mifumo hiyo imekuwa ikitumika. Nafikiri ni, ni kufahamu tu na kuongeza ufahamu zaidi. Imekuwa ikitumika makundi. Naam. Sasa hali Afrika inaweza kujifunza nini kutoka katika maeneo mengine ambayo yamefanikiwa kufanya biashara kidijitali na hapa nazungumzia kwa mfano ukanda wa Umoja wa Ulaya? E, kwanza kabisa e, urahisi wa kutumia mifumo hii ya kidijitali, lakini pia mitaala ya elimu ukiangalia, e, mfano mmoja wa Ulaya wao e, mitaala yao imefungamanishwa zaidi na ukuaji wa teknolojia. Un unaona kabisa e, wamepiga hatua sana kwenye maeneo hayo, lakini pia kuna haja ya Afrika kujikita, e, kuwa na vyuo vya teknolojia passe, yani vyuo ambavyo vinyewe, vinafundisha tu matumizi ya teknolojia peke yake pasipo na kuchanganya e, aina nyingi mingine ya mitaala eh, au tunasema aina nyingine ya masomo hii itasaidia sana eh, kuepusha changamoto ambazo eh, eh, eh, zimekuwepo, na Afrika kuwa na ufahamu mkubwa wa matumizi ya teknolojia, lakini pia tuendelee kuleta urahisi na gharama kuzidi kuwa nafuu za utumiaji, lakini pia miundo mbinu na uwezeshwaji. Mfano eh, ukiangalia nchi ambazo tayari uchumi wao umekwisha endelea mtu anaweza akakaa kwenye kituo cha basi na akatumia kwa urahisi sana huduma eh, ya internet, tunasema kuleta free wifi ambayo imekuwepo mtu anatumia na e, matumizi yake yanakuwa rahisi kabisa. Unaona kabisa wanazidi kuchochea watu waendelee kuwa e, na matumizi makubwa ya mifumo ya kidijitali. Nam, kwa kumalizia na kwa kifupi sana ukiweza, Ali, unatoa wito gani sasa kwa vijana wabunifu, wafanyabiashara na serikali za Afrika? Uh, mwenye ubunifu uh, ha, kijana hapaswi kujifungia, anapaswa kuhakikisha kwamba ubunifu yake inatambulika na inaonekana, aendelee kutumia majukwaa mbalimbali yaliyokuwepo kutangaza ubunifu hizi, lakini pia akisikia exhibition za maonyesho yamekuwepo, basi ajitokeze, anaweza kupata wabia ambao wanaweza kuendeleza hizi bunifu. Kwa serikali kuendelea kuja na sera ambazo kila siku, zi, kila siku zitakuwa rafiki, sera ambazo zitakaribisha wawekezaji wengi zaidi, lakini pia kuanzisha hizi incubation centers, vituo vya tamizi vile mawazo ya vijana sana eh, ile ecosystem nzima tuilishe, ili vijana waweze kunufaika zaidi, lakini pia wafanya biashara kuzitumia fursa ambazo zimekuwepo kwenye mifumo ya kidijitali na kuweza kunufaika zaidi na, biashara, na, kunufaika zaidi. Na ma, msikilizaji, na kufikia hapo ndio tunafika tamati ya makala ya gurudumu la uchumi uh, kwa juma hili. Shukran kwa Ali Mkimo, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi na biashara akiwa Tanzania. Ali, shukran sana kwa kujumuika nasi. Shukran sana Makundi. Na mumekuwa nami Emmanuel Makundi. Hadi wiki ijayo, kwaheri.